E bana, leo kwenye vi surprise nimekuandalia hii hapa e, kubwa kuliko e bana. Hii inaitwa Famadihana e, natumai watu wengi amje kulisikia neno hili e, na inaweza kukusurprise utakapojua maana yake ni nini e bana, kwanza tujue Famadihana ni nini ah. E bana, Famadihana e, hii ni desturi ambayo watu hufukua miili ya watu waliotangulia mbele za haki e, wanawafukua kisha kuwavisha sanda mpya e, au pamoja na nguo mpya, halafu kisha kufanya nao sherehe e, kusherekea nao kwa pamoja e, kuimba, kucheza mziki e, pamoja na kula vizuri pamoja na marehemu e bana, hii ndio maana ya Famadihana e bana, hii ni desturi ambayo ipo huko nchini Madagascar huko ndani ya Malagalasi bana, hii ni desturi ambayo dhumuni lake kubwa kabisa ni kuweka ukaribu kati ya waliokufa na familia zao, pia kuleta baraka katika familia, wanaamini hivyo. Dhumuni jingine kubwa ni kuonyesha upendo kwa waliokufa pamoja na walio hai. Eh, bana hiyo natumai imeweza kukusurprise kwa ukubwa. Eh, this is Kanma story and this is a surprise. My name is Mokhan Carlito. Keep cheering ehe, right here, usisahau kusubscribe comment, like and share for more updates.